Tani Musa Makuno mwenyekiti wa kijiji cha Kilangwi, mimi ndio msimamizi mkuu wa ulinzi na usalama wa kijiji hiki, na ninaahidi kwamba chanzo hiki tutakitunza kama ipasavyo, tutakitunza kama mboni ya jicho, kwa sababu hii thamani iliyoingia hapa ni kubwa sana. Meilia kwa muda mrefu hatujawahi kuipata, kwa sasa hivi tumeipata. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamshukuru kiongozi mkuu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kisha ulinzi huu nitashirikiana na wenzangu na wanakijiji wangu wote kwa ajili ya kulinda na hakuna kitakachoharibika. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti najua wenzangu niliokuwa nao kwenye ngazi ya serikali ya kijiji tunaheshimiana na tunatii na tunajua usalama tutauweka vipi ili leo, wa kulinda chanzo hiki hususani miti hii iliyokuja leo tumeshukuru kwa ajili ya utunzaji wa chanzo hiki tutailea tutahakikisha, kusife mti hata huu hata mmoja. Kwa hapo, tunashukuru kwa kuletewa mradi huu wa thamani kama hii, kwa sababu tumeulilia muda mrefu. Sasa leo, huenda Mwenyezi Mungu katapiga jicho, pamoja na viongozi wakuu, pamoja na rais Kabla hatujapata chanzo hiki tulikuwa tunachota maji ambayo hayafai hata kunywa, tulikuwa tunashirikiana kunywa mpaka na wanyama. Mbwa anakuja anakunywa, na nyinyi mnakuja mnachota. Saa nyingine unakufika mtoni hata mbwa amezaa hapa, lakini saa hiyo mnachota maji. Lakini kwa sababu kwa umuhimu huu wa kupata hiki chanzo inabidi tukilinde, kwa sababu ni kitu ambacho hatujakitegemea sasa. Kwa sababu tumekipata, inabidi tukae na kulinda, wanakijiji wote, kwa maana Wito wangu kwa wananchi wenzangu wana kijiji na waasa, tuhimizane kila mtu awe askari wa ulinzi wa, wa chanzo hiki. Yaani yeyote yule ambaye ni mwana kijiji anayefurahia na maji haya na jinsi alivyoyapata, naamini atakuwa mlinzi wa chanzo hiki na tutakilinda, kwa sababu hatujategemea kukipata, lakini kwa mhula huu tumekipata. Tunashukuru sana, namshukuru kiongozi wa nchi pamoja na viongozi wengine. Mwenyezi Mungu awajalie wa sana. Okay, jina lako tena? Jina langu ni Abdurahmani Musa Makuno, kijiji cha Kilangwi.